Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha J & R Chat na leo, mimi na Rebeka tunakuja kusema hivi. Je, wajua unapotenda wema ama ubaya kwa mtu huyu mmoja, nyuma yake umewatendea wangapi au umewaaffect wangapi na hicho kitu ulichofanya? Unajua ni kitu ambacho, Rebeka, tunatakiwa tufikirie. Hebu jaribu kufikirie wewe, unadhani inakuwaje yani? hata ukifikiria unaogopa mm, kwa sababu unapomtendea kitu mtu mmoja saa nyingine unatenda kwa hasira au unalipiza, lakini mm. your intention ni kwa fulani say kwa mfano, mi naweza kafanya kitu chema au kibaya kwako Joy, lakini in one way or another itamwathiri mtoto wako, in one way or another inaweza ikamwathiri in mzazi wako, kaka zako, dada zako, mm. inaweza ikaathiri rafiki zako, yeah, eh, mwenye nyumba wako Yani, watu wengi wanaweza kuwa involved. Kwa mfano, labda nitakiwa nikulipe hela nikasema simlipi. He? ujamlipa rent yule mwenye nyumba, naye amekosa rent <laughs> <laughs> <Matumizi. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> unajua kuna vitu vingi mm. kweli. Rebeka, nafikiri pia ni inaweza kuwa ni wanadamu, shetani anatufunga akili zetu mm, alafu tusione impact ya one thing umetumia hivyo, kama labda kwenye rent, lakini nasemaji wema ama ubaya unaweza uka go a very long way yeah? mm. Kwa, yeah, kwa mfano huo mfano wako uliotoa ni kweli. Kama fikiria hata kama ni rent, labda useme okay, mimi ndio landlord eh yeah? nyumba mm. kwangu, labda nishare pia, tuchukue kama kwa Afrika, mara nyingi hakuna mambo ya mortgage sana. Siku hizo wanazo lakini, mm. most of the time, sisi nyumbani, mtu anakuwa na nyumba yako already, ulishajenga, udai na mtu. Sasa yule mtu anakuwa anajua kwamba hii pesa ikija mwezi huu labda ndo kuna school fees ya mtoto au ndio kuna chakula ukakataa, yani ile, ukaacha kuwa mwaminifu ya yeah? Ukaacha kufanya, hujajua kwamba kutokana na ile pesa ile umeaffect watu wengi sana. Kama alikuwa anategemea kulisha watu kumi, kwenye familia wote wamelala njaa kwa sababu ya wewe. Mtoa sadaka ume. kama alikuwa atoe sadaka umemchelewesha, ina maana <coughs> umeshagombana na Mungu hapo, umeshamwaffect na Mungu indirect ya Hmm. Lakini kitu ambacho mimi naweza nikakisema, unajua, huwa hatujui kwamba mabaya yanaweza yakampata mtu mwingine. Ndio maana watu waga wanasema huku nilivyofika, huku nikakuta watu wanasema, kuna ile kitu anasema kama kama kama mm. kwamba unaweza ukakuta wewe umemtendea mtu mmoja ubaya, kama nafikiri hapa juzi kati tuko na familia, tuko tunajaribu kuiongelea mimi na wewe mm. wamepata mama calamities mengi sana kwa wakati mmoja lakini kuja kuangalia nyuma unakuja kukuta kwamba ah, walimfanyia hivi mm, mtu mbaya wakafanyia ubaya mtu mwingine, wakafanyia ubaya mtu mwingine. Kwa hiyo mara nyingine wewe unakuja kukuta kwamba hiyo kama wanayoita wa wa wazungu, sio watu wa huku, inakuja kukurudia. Haikuaffect wewe uliyeko sana na Rebeka, au wewe mmoja, inakuja kuaffect watoto wako, inaaffect vitu vingi, inaweza kukusababishia yani wengi hata ambao walikuwa hawana makosa, wakafanya hivyo. Ndio maana mimi nasema mara nyingine tunaweza tukakaa tukao tunafikiria ah, wale generational curses labda ni ukoo wao ndio nawafuata, kumbe hamna. Kuna watu wengine ambao unamtendea mabaya, anaenda analia kwa Mungu. Sasa we huwezi jua, umemfanyia baba mtoto ubaya, baba akaenda ndani akashindwa kufanya vitu ambavyo angevifanya vizuri kwa watoto. Watoto ni innocent, wakaenda kwa Mungu wakapiga goti Mungu tusaidie. Hatujui kwa nini baba ameshindwa kutupa hiki au mama. Yeah? Wao wako innocent na mara nyingine wanajua mambo mengine aturudi kwa msimbia watoto eh. Alafu Mungu akasikia maombi ya yule mtoto. Kwa vile Mungu yeye ni all knowing. Akajua ah, shida, huyu anapata shida kwa sababu huyu ndio alianziwa, alifanyiwa hivi. Kwa hiyo tatizo huyu anamwona ni babake hajawafanyia hivi, lakini sio kosa la babake. Ni kosa la yule aliyemtapeli au ni kosa la yule aliyemwibia au ni kosa la, kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo sasa, hebu tukiangalia, je, ni ubaya tu? Hata mema, Omole. Hata mema. Na ndio maana mimi kuna kuna sasa hivi kuna wazee wale wa zamani zamani wakati wa Nyerere wale waliogombania uhuru wana vipindi vyao wanaojiwa. Hmm, na wengi utawasikia wakisema, yani wakiongea ndio unakumbuka ah ndio maana familia fulani toka uhuru wako kwenye madaraka familia hmm. fulani Tanzania kwetu yaani mm -hmm. Kuna watu kumbe baba zao ndio wale walimpaga chenji Nyerere wakati ana nauli nenda Uingereza kagombania mm -hmm. uhuru akaja. Wale wazee wenyewe walikuwa hawezi kutawala, lakini mm -hmm. watoto wao mpaka generation hii ni generation ya tatu, sijui bado wako favored, wako maofisini maofisini, enehen, kama sio hapa. Lakini ni wema ambao baba zao waliufanyia nini, waliutenda. Lakini vile vilevile, umeona sasa, wema wao walioufanya, sisi wote Watanzania tuna tunafanya nini, tunafaidika uhuru. mm. Umeona eh? mm. yeah. Lakini hiyo ndio tunasema kwamba kuna mstari ambao nafikiri Beka uliongelea before kabla hatujaanza mm. recording, ule mstari wenyewe unasemaje wa Jonathan, Jonathan, Jonathan alikuwa ni rafiki wa, wa Daudi na ndio alimsaidia Daudi awe mfalme. mm. Sasa Jonathan akaja akafa, alikufa tena amekufa, yani amekufa kama in place of, of Daudi kwa hiyo mm-hmm. Daudi sasa, baada ya kukua mfalme, nyumba yote ya Jonathan familia wamekufa wa wote, akasema amebaki nani ili nimtendee wema ambao Jonathan alinitendea. Ndio akapatikana mtoto wa Jonathan ambaye alikuwa ni kiwete, na yali alikatika kukimbia huko makashikashi ya vita, akavunjika wewe. Kwa hiyo anyway, akamwambia unakuja kwangu ule chakula. Kwa hiyo ina maana yule mtoto amepata wema kwa sababu ya wema wa nani? wa babake wa babake. Okay. mm. Umeona. mm. Yeah, kwa hiyo pia mimi naamini kwamba na baraka nazo nipo hivyo, ukamtendea mtu wema ndio unakujea kukuta, kama mfano wako uliotoa very true kwamba mm. ni kweli, mimi naweza nikamfanyia mtu kitu alafu baadaye mtoto wa Melissa ndo akaja kusaidiwa, yeah na Mungu. Sasa mimi ninachompendea Mungu sio lazima usaidiwe na mtu huyo huyo, lakini mara nyingine wewe unakuta Mungu anaweza kukukotea watu wale wale wakaja wakakusaidia in, in a different way lakini Mungu kwa sababu yeye ni Mungu na Mungu ana watu wengi. Mungu anaweza akarudisha wema ule ule through watu nini wengi. wengine Wengi. Kwa hiyo kwa kusema ukweli, kwa kitu kama hiki tunachoongea kinaweza kaonekana ni kidogo, lakini kabla hujapanga kumfanyia mtu ubaya, angalia athari zake kwanza. Unaweza ukakuta haumuumizi yule mtu mmoja unayefikiria ni yule una mtarget yeah, alafu as a result ukakuta kwamba kama Mungu amemkava yule mtu, huo ubaya uliomfanyia yule mtu usimpate, unaweza ukakuta ikirudi inarudi kwako wewe. Unakuwa unafikiri ulikuwa namuumiza yule, kumbe unakuja kuumiza wa kwako, si ndio? Ina maana mm, kurudia na wewe mwenyewe bila kujua, ya kwanza hiyo na ya pili. Kwa hiyo kama ni mazuri, na kwenyewe usichoke kutenda mema. Mm. Kwa sababu Mtofuna na kwenyewe wakati wake kwa hiyo Biblia inasema kabisa usichoke kutenda mema, utavuna kwa wakati wake, tena nini, usipozimia moyo. Mm. Kwa hiyo kama una mema ambayo unaweza ukayatenda kwa mtu, utenda unapoweza, tenda na utendo ukiwa na clear heart. Mm. Ili kwamba siku yakianza ku multiply ya multiply pia mpaka na inkine, kwa watu wako wengine wa karibu. Mm. Mm. Yeah. Amen. Basi kwa leo ngoja tuishie hapo. Em, um, tun sisi wenyewe tunajifunza na tunaamini na, na wewe tumekukumbusha. Tunajua wengi mnayajua haya, lakini kukumbushana tu kwamba tu, kila tunachokifanya tuangalie kwamba ina impact. Yani ndio Mungu alivyoumba, na ndio maana Mungu hakumuumba mwanadamu awe kama peke yake kwenye kisiwa, tunategemeana. Kwa hiyo ina maana hata mazuri au mabaya, tunategemeana, yana impact. Unasemaga kama nini vile, ukiziweka zile nini zinadondoka Zinaitwa gani, ni zile ukiziweka there's a effect, kimoja kinadondoka, kingine kinafuata, vinadondoka vyote. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Tunaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment, na so, Mungu akubariki sana Amen. Amen.